Ye, karibu kwenye 101 na Karim TV. Je, unafahamu ni kwa nini wanajeshi wa Marekani waliomboleza kifo cha Saddam Hussein? Kuna nini ndani yake? Twende na mimi. Wanajeshi kumi na wawili waliokuwa wametumwa kumlinda Saddam Hussein hawakuwa marafiki bora tu kwa Saddam Hussein, bali pia walikuwa marafiki zake mpaka hatua ya mwisho. Wanajeshi hawa walichaguliwa kutoka miongoni mwa polisi 551 wa kampuni ya kikosi cha polisi ambao walikuwa na Saddam hadi muda wake wa mwisho, waliitwa Super 12. Mmoja wao aliitwa Will Baden Woper, ambaye miaka kadhaa mbele aliandika kitabu chenye kichwa cha habari mfungwa ndani ya kasili lake, walinzi hao wa Kimarekani ambao historia iliacha bila kusema lolote, maana yake The Prison in His Palace, His American Guards and What History Left Unsaid, ambapo alielezea maelezo ya kina kuhusu kilichotokea siku za mwisho walipokuwa wakimlinda Sadam Hussein. Mwanaye Rais Sadam Hussein aliyeitwa Udei angekupiga risasi kwa kumwangalia vibaya. Osama bin Laden, Saddam na Gaddafi maana walikuwa wanasakwa mno na kukamatwa ama kuuawa. Baden Wopa anakili kwamba wakati alipomkabidhi Saddam kwa wale waliokuwa wanakaribia kumnyonga, wanajeshi wote waliokuwa wanamlinda walikuwa na machozi machoni mwao. Saddam alionekana kama babu. Baden Wopa anamnukuu mmoja wa wanajeshi wenzake aliyeitwa Adam Lojason akisema, hatukuwahi kumwona Saddam kama muuaji katili, maana alionekana kama babu yetu. Saddam Hussein alishtakiwa mahakamani kwa kuamuru mauaji ya wapinzani wake 148. Will Badenwope alikuwa miongoni mwa kundi la wanajeshi hao 12 wa Marekani waliokuwa wakimlinda Saddam Hussein. Siku za mwisho za maisha yake, Saddam Hussein aliishi gerezani Iraq akisikiliza nyimbo za mwanamuziki wa Marekani Mary J Bridge alipenda kuendesha baskeli yake ya mazoezi ya mwili ambayo alikuwa akiita pony. Alikuwa anapenda sana kula pipi na alikuwa anatamani sana kula keki ndogo aina ya muffin. Baden wapa aliandika kwamba katika siku zake za mwisho, mienendo na tabia zake kwa watu wale ilikuwa ya adabu sana na hakuonyesha kwamba aliwahi kuwa kiongozi katili sana wakati wa utawala wake. Castro alinifundisha kuvuta sigara, alisema. Saddam Hussein alipenda sana kuvuta sigara aina ya Kohiba ambazo alizitunza katika kijisanduku cha karatasi zenye unyevu unyevu, yaani wet wipes. Alikuwa anasema mwenyewe kuwa miaka iliyopita Fidel Castro alikuwa amenifundisha kuvuta sigara. Baden Werper ameeleza kwamba Saddam Hussein alipenda sana kutengeneza bustani na alikuwa akipenda hata kupalilia na kukitengeneza kichaka kilichokuwa kinaota katika mazingira ya gereza na kukifanya kama maua. Saddam Hussein alikuwa mwangalifu sana kuhusu chakula chake. Alikuwa anatengeneza kifungua kinywa kwa awamu tatu: kwa kwanza mayai ya kukaanga, halafu keki na mwisho matunda. Iwapo mayai ya kukaangwa yalionekana kukatika katika katika vipande, basi alikuwa anakataa kuyala. Anakumbuka kwamba wakati mmoja bwana Saddam Hussein alielezea ukatili uliofanywa na mwanaye wa kiume Uday ambao ulimuuzi sana Saddam. Fidel Castro na Saddam Hussein kwenye sherehe moja alielezea kwa kile kilichotokea. Ilikuwa ni kwamba Uday alikuwa amefyatua risasi kwenye umati wa watu waliokuwa katika sherehe ambapo watu wengi waliuawa na wengine wengi walijeruhiwa. Saddam Hussein alikasilika sana kiasi kwamba aliagiza magari yote ya Uday kuteketezwa kwa moto. Saddam Hussein alibaki akicheka alipokuwa akituambia alivyochoma magari ya gharama kama vile Rolls-Royce, Ferrari, Porsche na kushuhudia miale ya moto ikitoka kwenye magari hayo. Mmoja wa mlinzi aliyekuwa akimlinda Saddam Hussein alimfata na kumpa taarifa ya kifo kwamba kaka yako amefariki. Saddam Hussein aliposikia taarifa hii alimkumbatia na akamwambia, kuanzia leo unichukulie kama kaka yako. Saddam alimwambia askari mwingine kwamba iwapo nitaruhusiwa kutumia pesa zangu, niko tayari kulipa ada ya elimu ya chuo ya mtoto wako wa kiume. Usiku mmoja, kila mtu alimwona mwanajeshi mwenye umri wa miaka aliyeitwa Dawson akitembea huku akiwa amevalia suti kubwa kuliko umbo lake. Mwanajeshi huyo alibainika kuwa Saddam Hussein alikuwa amempatia Dawson suti yake kama zawadi. Baden Wopa ameandika kwamba kwa siku kadhaa tulimcheka Dawson kwa sababu alikuwa anavaa suti ile na kutembea kana kwamba alikuwa anatembea kwenye onyesho la mitindo ya mavazi. Urafiki uliendelea kushamiri baina ya Saddam na walinzi waliokuwa wakimlinda, ingawa walikuwa na maagizo ya wazi ya kuto kujaribu kuwa karibu na Saddam Hussein. Saddam Hussein aliishi katika magereza mawili wakati wa kesi yake, mojawapo ya vyumba vya mahakama ya kimataifa mjini Baghdad, na maeneo mengine yalikuwa ni kasili zake zilizokuwa kaskazini mwa Baghdad majengo ambayo yalikuwa katika kisiwa yaliyoweza kufikika kwa kutumia daraja tu. Baden Wopa ameandika, hatukumpatia Saddam zaidi ya alichostahili, lakini hatukuumiza utu wake. Steve Hutchison, Chris Tasker na walinzi wengine walijaribu kubadilisha chumba cha duka kuwa ofisi ya Saddam Hussein. Mpango ulipangwa kumshangaza Saddam. Meza ndogo na kiti cha ngozi viliondolewa kwenye chumba na kuwekwa bendera ndogo ya Iraq. Saddam Hussein alikamatwa na askari wa Marekani alipokuwa amejificha kwenye chumba hicho. Baden Ropa anaandika kwamba lengo la yote haya ilikuwa ni kujaribu kutengeneza mazingira ya gereza ya fanane na ya ofisi ya kiongozi wa serikali kwa ajili ya Saddam. Mara tu alipoingia kwenye chumba hicho kwa mara ya kwanza, askari alikimbia haraka kwenye meza na kufuta vumbi. Saddam aliona ishara hii na kutabasamu, wakati akikaa kwenye kiti. Saddam alikuwa anakaa kwenye kiti kila siku na askari waliokuwa wanamlinda walikaa kwenye viti wakitazamana. Sadamu alitengenezewa mazingira kama vile mahakama ni yake. Baden Wopa anafafanua kwamba askari walijaribu kwa uwezo wao kumfanya Sadamu awe na furaha. Kwa upande wa Sadamu, yeye alikuwa anacheka na kutaniana naye na kufanya mazingira hayo kuwa ya furaha. Baadaye baada ya askali walimwambia Baden Wopa, walikuwa wanaona kwamba kama jambo lolote baya lingewatokea basi Sadamu angeweza kuhatarisha maisha yake kwa ajili yao. Kila wakati Sadamu alipopata nafasi alikuwa akiwaomba askali kumlinda pamoja na familia yake. Sehemu iliyowashangaza wengi kwenye kitabu hiki ni ile ambayo ilielezwa kuwa askari hao waliomboleza kifo cha Saddam wakati wakichukuliwa kama maadui wakubwa wa Marekani. Adam Logerson, mmoja wa askari hawa, alimweleza Will Badenwoper kwamba baada ya Saddam kunyongwa tuliona kama tumemsaliti na muda huo kamba iliyotumiwa kumnyonga Saddam kutangaza kuuzwa. Wakati huo tulijiona kama sie ndiyo wauaji wake. Tulijiona tumemuua mtu ambaye alikuwa karibu yetu siku zote. Baada ya Saddam kunyongwa, mwili wake ulitolewa nje umati uliokuwepo nje walimtemea mate na kumdhihaki. Askari wa Marekani walipigwa na butwa. Baden Wopa anaandika, baada ya kuona hivyo askari hao kumi na mbili waliokuwa wanamlinda Saddam mpaka mauti wake walipigwa na butwa. Mmoja wao alijaribu hata kusalimiana kwa mikono na umati uliokuwepo lakini wenzake walimkataza. Mmoja wa askari hawa aitwaye Steve Hutchison alijiuzulu nafasi yake ndani ya jeshi la Marekani baada ya Saddam Hussein kunyongwa. Hutchison alikuwa anajishughulisha na shughuli za kufundisha matumizi ya bunduki huko Georgia mpaka kufikia mwaka 2017. Steve Hutchison anajivunia pia kitendo cha kutakiwa kutojihusisha na Wairaq ambao walikuwa wanaudhihak mwili wa Saddam Hussein. Saddam Hussein alikuwa ana matumaini mpaka siku zake za mwisho kwamba asinge nyongwa. Adam Logeson alimwambia Baden Wopa kwamba Sadamu aliwahi kumwambia kwamba ameingia kwenye uhusiano na mwanamke na atakapotoka ataingia kwenye ndoa nyingine. Disemba 30 mwaka 2006, Saddam Hussein Saddam Hussein aliamshwa alfajiri saa tisa za usiku, akaambiwa kwamba anakwenda kunyongwa muda mfupi ujao baada ya kupokea ujumbe huo alioga taratibu na kujiandaa kwa ajili ya kunyongwa. Hofu yake wakati huo ilikuwa je, askari wale kumi na mbili walikuwa wamelala? Dakika chache kabla ya kunyongwa, Saddam Hussein alimwita Steve Hutchison aliyekuwa nje ya seli yake na kumpatia saa yake aina ya Raymond Weil. Steve Hutchison alipotaka kukataa, Saddam Hussein alimlazimisha kupokea. Mpaka leo saa hiyo inafanya kazi kwenye nyumba ya Hutchison huko Georgia, na hiyo ndiyo iliyokuwa safari ya mwisho ya Saddam Hussein pamoja na askari hao kumi na mbili waliopewa kumlinda mpaka nyakati za mwisho. Ye, yeah. Ungana nami nyakati nyingine kwa kusubscribe channel yangu ya YouTube. Like, share, comment. Until the next time. Bye. Pow. Bye.